Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani. Huu ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa kabisa. Kujirishana habari zilizojili, zilizojili na zinazoendelea kujili ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lisu, alitoa nafasi ya viongozi waliohama Chadema kwa sababu mbalimbali. Yeye anawapa nafasi ya kurudi tena kwenye chama hicho na ameanza kufanya hivyo kwa kumrudisha Dokta Slaa na kumpokea vizuri kurudi tena Chadema. Aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema taifa na mgombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Dr. Willibrod Slaa amerejea Chadema na kupokelewa na mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu katika uwanja wa Rwanda Nzowe mkoani Mbeya, Machi 23 2025. Chama hicho kinazindua operation ya no no reforms no election katika jiji la Mbeya baada mwenye ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundulisu kumrudisha Dr. Slaa. Ni mategemeo ya wa watu kuona mwenyekiti huyo wa CHADEMA akimrudisha Peter Msigwa ambaye aliondoka CHADEMA na wabunge kumi na tisa wa viti maalum akiongozwa na Halima Mdee na wenzake ambao aliondoka CHADEMA na kuvuliwa wanachama mpaka wakaenda kuvutana mahakamani ambapo Chadema walidai kwamba sio wanachama halali wa chama hicho kwa sababu wamekiuka utaratibu wa chama. Hivi ndivyo mchungaji Msigwa alihama Chadema kwenda CCM Juni 30 mwaka 2024, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kushindwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa kanda ya Nyasa, ambapo Sugwa aliibuka mshindi kwenye uchaguzi huo wa ndani ya chama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya nyasa kilisema kuondoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kanda hiyo mchungaji Peter Simon Msigwa hakuathiri chochote katika chama hicho kwa sababu chama hicho ni jeshi kubwa la watu wenye uwezo wa kukiongoza hayo yalibainishwa Juni kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne mkoani iringa na mwenyekiti wa chadema kanda ya nyasa Joseph Mbilinyi wakati wa kikao cha baraza la mashauriano la chama hicho Mchungaji Msigwa alihama Chadema kwenda CCM Juni 30 mwaka 2024, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kushindwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa kanda ya Nyasa ambapo Sugu aliibuka mshindi kwenye uchaguzi huo wa ndani ya chama. Hata hivyo Msigwa alilalamikia matokeo hayo akidai kwamba alihujumiwa na kukopwa ushindi wake kutokana na kile alichodai ni maelekezo kutoka kwa viongozi wa juu wa chama hicho, jambo ambalo alikataria rufaa kabla ya kutumkia CCM. Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Nyasa Mchungaji Peter Msigwa amekihama chama hicho na kujiunga chama tawala cha, cha CCM. Mchungaji Msigwa, ambaye ni mbunge wa zamani wa jimbo la Iringa mjini kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na mwenyekiti wa chama hicho kanda jumapili ya Nyasa alijiunga rasmi CCM siku ya Jumapili, wakati wa chama hicho tawala kikiendesha kikao chake cha halmashauri kuu ya taifa kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Kulikuwepo na minong'ono juu ya Msigwa wa kujiunga na chama hicho tangu aliposhindwa katika uchaguzi wa ndani ya Chadema huko, akimshutuma aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa Freeman Mbowe kwa kutumia mamlaka yake kuingilia mchakato wa demokrasia ndani ya chama, kulazimisha watu wanaowataka yeye. Mchungaji Msigwa alishindwa kutetea nafasi yake ya wenyekiti wa chama Kanda ya Nyasa baada ya kushindwa na Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu kwa tofauti ya kula mbili tu katika uchaguzi wa ndani uliofanyika Mei 29 mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Pamoja na kushindwa, Msigwa aliahidi kuendelea kukitumikia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Alisema hakuingia chamani kwa ajili ya nafasi za uongozi. Msigwa alikuwa akitiliwa mashaka na wenzake ndani ya Chadema tangu wakati huo, wakimshutumu kupanga kukiacha chama na kumpa majina ya kejeli kama vile Yuda. Kwenye mitandao ya kijamii, watumiaji wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na hatua ya Msigwa kujiunga na chama cha CCM, baadhi wengine wakimpongeza, huku wengine wakikosoa kile walichokiita ulafi na uroho wa wanasiasa mategemeo ya watu kuona Tundulisu akiwarudisha Halima Mdee na wenzake kumi na tisa pamoja na Dr Msigwa. Halima Mdee na wenzake kumi na tisa walivuliwa wanachama wa Chadema. Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Freeman Mbowe alisema kamati kuu ya chama hicho iliyoketi Novemba ishirini na saba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili iliazimia kuwavua wanachama Halima Mdee na wenzake kumi na nane walioapishwa kuwa wabunge wa viti maalum. Baraza kuu la chama cha demokrasia na maendeleo Chadema lilithibitisha uamuzi wa kamati kuu ya chama hicho cha upinzani Tanzania na kuwavua wanachama wabunge kumi na tisa wa viti maalum wanawake wabunge hao wanawake walifukuzwa wanachama Novemba 27 mwaka 2020 na ishirini 20 baada ya kwenda kuapishwa bungeni kuchukua nafasi kumi na tisa za viti maalum ambazo zilisusiwa na Chadema. Mwezi mmoja baada ya kufukuzwa kwao walikata rufaa baraza kuu la chama kupinga uamuzi wa kamati kuu wa kuwafukuza. Ibara ya sabini na moja moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza yanaweza kumfanya mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukoma kuwa mbunge. Kipengele kidogo cha i, cha ibara hiyo kinaeleza iwapo mbunge atakoma kuwa mwanachama wa chama alichokuwamo wakati alipochaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge, basi atapoteza ubunge wake. Kwa uamuzi huo, baraza kuu limeainisha kuwa wabunge hao watapoteza nafasi zao za ubunge kama chama hicho kitawasilisha taarifa rasmi kwa spika wa bunge kuhusu uamuzi wa baraza hilo. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano na mambo ya nje, John Mrema alithibitisha kuwa hatua inayofuata sasa ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika kuandika barua ya kumtaarifu spika wa bunge la Tanzania kuhusu uamuzi uliofanywa na baraza kuu kwa hatua zaidi. Hatua yenye ilozungumziwa hapo Mlema ni kuvuliwa ubunge kwa wanachama hao kwa mujibu wa ibara sabini na moja moja i ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halima Mdee alizungumza baada ya kutimuliwa kwao, alionyesha hajakubaliana na uamuzi wa baraza kuu, akiuita ni uamuzi uliojaa uhuni. Sikujua kama Chadema kiliweza kufanya uhuni wa kiwango hiki. Mimi ni Chadema, nitaendelea kuwa Chadema vizuri, lakini kilichofanyika ni uhuni wa kiwango cha juu. Halima alisema, Halima Mdee na wenzake 18 wanapinga uamuzi Uamuzi wa baraza kuu la Chadema wa Mei 11, elfu mbili na ishirini na mbili wa kutupilia mbali rufaa walizokata wakipinga kamati kuu ya chama hicho kuwavua wanachama. Novemba 27, mwaka 2020 walivuliwa wanachama wakidaiwa walienda kuapishwa kuwa wabunge wa viti maalum bila kupendekezwa wala ridhaa ya Chadema. Uamuzi wa mahakama ndio uliotoa hatima uhai wa wanachama hao kama unakoma rasmi au wataendelea kuwa nao, ijapokuwa nao wanaweza kuwa ni wa muda mfupi tu. Iwapo mahakama ilikubaliana na madai yao kuwa rufaa zao zilitupiliwa mbali bila kupewa haki ya kusikilizwa, basi mahakama ingetengua uamuzi wa baraza kuu na inaweza kueleza rufaa zao zisikilizwe upya na wawape haki za kusikilizwa, lakini kama mahakama itatupilia mbali hoja zao za wanachama wao utakuwa umekoma rasmi, na ndivyo hivyo ubunge wao. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Tundulisu anakijenga chama na kukifanya kuwa imara kwa sera zake zikiwa zinaeleza Je, yeah, unafikiri ni kweli mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu anaweza kuwarudisha Msigwa pamoja na Halima Mdee na wenzake kumi na tisa tena Chadema?